Je, ICC ina sifa na vigezo vya kutatua migogoro ya Afrika na Tanzania hususan kwa mfano katika matukio haya yaliyotokea kutokea 29 Oktoba? Kwa Tanzania, kwanza ni memba wa hiyo mahakama ya ICC, kwa hiyo kama ni memba, ni memba, kwa hiyo ICC ina mamlaka ya kudili na makosa ambayo yamefanyika Tanzania. Yaani kama kuna mashtaka ambayo yamepelekwa kwamba kuna yale makosa ambayo yanafanyika ambayo yametajwa kwenye hiyo mkataba kwenye hiyo treat kwamba yamefanyika Tanzania, ICC inakuwa ina mamlaka ya, ku, ya kudili na na hiyo. Kwa maana kwa hiyo tunaangalia pande mbili. Kwanza Tanzania ni katika memba wa hmm, hii mahakama Mm -hmm. Halafu pili kwamba je, hayo makosa ambayo yanaangaziwa kufanyika yanaingia katika e, e, yanayotatulika na mahakama mm -hmm. hiyo.